Ambao nilipewa na kanuni ya kusimamia uchaguzi huu. Uh, kwanza nipende kutanguliza shukrani zangu za dhati kwenu ninyi ndugu zetu waheshimiwa madiwani ambao ndo mlikuwa hasa kwenye uchaguzi huu, lakini pili, shukrani za dhati kwa viongozi wa CCM wilaya yetu ya Tanga chini ya mwenyekiti wetu Meja Mstaafu Hamis Bakari Mkoba, lakini chini ya utaratibu wa katibu wetu ambaye ndio mtafsiri wa kanuni kwenye taasisi yetu kwa ngazi husika, ngazi ya wilaya CCM. Oye ndugu mwenyekiti, katika shukrani hizi nishukuru sana kwa ushirikiano wa dhati ambao mmeweza kunipatia. Tumeonyesha nidhamu, tumeonyesha heshima, tumeonyesha undugu na ujamaa kama ilivyo kawaida ya chama chetu, ndugu zangu ndani ya chama huu ni utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo baada ya hapa e, kusiwepo na kutambiana, kusiwepo na maneno madogo madogo, kwa sababu huu ni utaratibu wa kawaida ndani ya chama chetu. Baada ya hili tutakwenda kuwa na utaratibu upande wa serikali. Hii inafanyika kutokana na wingi wa wanachama wetu na ukubwa wa demokrasia ndani ya chama chetu. Kwa hivyo hakuna aliyeshinda, sote tumeshinda, kwa sababu sote tunakwenda kuishirikiana katika kuisimamia serikali. CCM oyee! Kwa hiyo niwaombeni ndugu zangu, kwa heshima na mapenzi makubwa, twendeni tukawe wamoja, twendeni tukasimamia halmashauri yetu kwa umoja wetu, na hawa ambao wamepatikana leo tukawape ushirikiano wa dhati katika kuhakikisha yale ambayo tunayokusudia kwenye maeneo yetu, kwa ndugu zetu wananchi wa jiji letu la Tanga, tukaweze kuyasimamia kwa haki na kila mmoja akapate kunufaika na uongozi wa hawa ambao tumewachagua leo na ninyi ambao kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu leo mmeweza kupatikana, sio kwa nguvu zenu, sio kwamba ninyi ni wabora kuliko wengine wote, la hasha, ni kwa sababu tu wakati na majira yametafsiriwa kwenu kwa kipindi hiki. Kama wakati na majira yametafsiriwa kwenu, basi niwaombeni sana, niwaombeni sana, eh, Dr Hussein Alimwinyi na msemo wake aliotumia juzi, anasema wenye nacho mpunguze majivuno, na sio tusiokuwa nacho tupunguze husta. Kwa hiyo mliopata leo, msiende kujivuna, sisi sote tuwamoja. Lakini sisi ambao tulikuwa ni mashabiki sisi ambao tulikuwa ni wakereketwa kwa namna moja ama nyingine, basi tuwapeni ushirikiano kwa sababu wenzetu ndo wamepata, tuwapeni ushirikiano, watuongoze, tukashirikiane nao, ili tuweze kufanikisha yale ya msingi sisi oyo okay. baada ya kusema, ndugu mwenyekiti, naomba nitangaze kama fuatali kwa nafasi ya Unaibu Meya idadi ya wajumbe ni walikuwa ni 38, kura zilizopigwa ni 38, kura zilizoharibika ni moja, kura zilizo halali ni 37. Tuzingatie, matokeo tunayo yatangaza ni yale ya raundi ya pili. Katika kura hizo wagombea tuliokuwa nao waliorudia raundi ya pili ni wawili ambapo imesema kura ile haribika ni moja. Aa, ndugu Mwanaidi Kombo Cha, Chombo alipata kura kumi na sita. Ndugu Khalidi Rashidi Hamza amepata kura ishirini na moja. Kwa hivyo mamlaka niliyopewa, ninamtangaza nitamtangaza ndugu Rashidi <coughs> Khalidi Rashidi Hamza ambaye amepata kura ishirini na moja kwamba ndiye atawakilisha chama chetu kwa nafasi ya naibu meya me kwa mamlaka niliyopewa, natangaza matokeo ya nafasi ya meya jiji la Tanga. Idadi ya wajumbe waliopiga kura ni 38, kura zilizopigwa ni 38, kura zilizoharibika hakuna, kura zilizo halali 38 idadi ya wagombea tulikuwa nao wawili kwa raundi hii ya pili, ambapo ndugu Hamza Shehe Bwanga alipata kura 14. na ndugu Selebosi Mhina Mustafa amepata kura 24. Hivyo kwa mamlaka niliyopewa, kwa mujibu wa kanuni hizi, namtangaza Selebosi Mhina Mustafa kuwa ndio ameongoza na atakwenda kuwakilisha chama chetu katika nafasi ya umea wa jiji la Tanga kwa halmashauri idi ushirikiano mkubwa. Wote mlioteuliwa pamoja na mliochaguliwa ambao ni madiwani wote, tutafanya kazi pamoja bega kwa bega, na napenda kuisimamia kauli yangu kama vile ya mwanzo niloisema kwamba mimi ni mbunge wa jimbo la Tanga, nafanya kazi na madiwani wa kata 27. Kwa hiyo madiwani wote ni wenzangu, sina ubaguzi baina ya diwani yoyote yule. Wote tulishiriki pamoja katika uchaguzi, tulisimama pamoja katika uchaguzi, tutaendelea kuwa bega kwa bega kwa maslahi mapana ya Tanga yetu. Jambo jingine la mwisho, tuzingatie zaidi maadili ya utumishi wa umma tunapokwenda kwenye kamati ya halmashauri kufanya kazi. Zile kamati ndiyo moyo wa halmashauri ndio zinazojadili mambo mengi sana kule. Kule tukasimame tuwe wakali, tuhakikishe vipaumbele vilivyokuwemo kwenye ilani kutoka katika kila kata vinaenda kutekelezeka. Vikija kwenye baraza, ni mjadala na kupitisha maamuzi kwa pamoja. Kule kwenye kamati tufunguke, tusiwe wakimya, tusiwe watulivu, tueleze. Ukiwa wewe ni mwenyekiti, usimamie kweli kweli maslahi ya watu wa Tanga. Mwisho wa siku, sitakubali ndani ya jimbo hili la Tanga, ndani ya halmashauri ya Tanga sisi tuingie katika kasumba au skendo ya kuwa na hati chafu ya ukaguzi CAG. Kwa hiyo sitakubali na sitaridhia fedha ambazo zimeletwa ndani ya halmashauri ya jiji la Tanga ziende zikatumike ndivyo sivyo, hapo sitakubali mpango wa kupiga fedha kupitia vikundi maalumu vya kukopa. Ndugu zangu madiwani, ukitengeneza hivyo vikundi hakikisha vipo kwa sababu sitokubali pesa zitoke pesa hewa, kwa sababu katika eneo hilo kuna kashfa nyingi, ubadhirifu mwingi na upigaji mwingi. Lakini la mwisho, migogoro ya ardhi Tanga ni mingi, napambana nayo na, na kuikabili kwa kushirikiana na vyombo vya serikali. Sitakubali na kufurahia diwani akatengeneze mgogoro mwingine wa ardhi wakati migogoro tuliyokuwa nayo ni mingi. Ndugu zangu tutafurahi pamoja tutacheka pamoja tutatabasamu pamoja, ila linapokuja kwenye swala la maslahi ya Tanga na jiji letu la Tanga na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ndugu yangu kasirika na unione mbaya, sitakuwa na huruma na mtu. Hayo nayasema wazi kabisa lolote lenye kuhusu maslahi ya Tanga, sitokuwa na huruma na mtu. Ninachohitaji mambo yote yaende yakatekelezeke, tushirikiane, tutatue kero za watu wa Tanga elfu mbili na thelathini. Mungu akitupa afya, uhai na uzima, tuseme kuna hili tumelifanya na tumeacha tabasamu kwa watu wa Tanga. Tutakwenda kupambana kuhakikisha tunasukuma fedha zinakuja kwenye halmashauri ya Tanga, na sisi ni sehemu ya madiwani lakini ukweli usiopingika, si muda wote sisi tunakuwepo, wakati mwingine sisi tunakuwa hatupo. Tafadhalini, tusimameni kusimamia mustakbali mpana wa Tanga yetu, twendeni tukasimame kwa nguvu moja, kutamani maendeleo ya Tanga jiji yetu kuliko kitu chochote. Hatutatamani kusikia Tanga jiji kwa namna na yoyote ile, fedha zinazokuja zinakwenda kutumika ndivyo sivyo pale ambapo inawezekana, tushauriane, tushauriane kuhakikisha tunasukuma gurudumu la maendeleo. Tutakwenda kusukuma kwa nguvu zetu zote, sisi wabunge wote wa mkoa wa Tanga, lakini na kaka yangu Amar tumejipanga vizuri kupita hapa na pale kuhakikisha tunapata fedha TAMISEMI tumepata, alhamdulillahi wa kwetu, lakini na wengine pia tunao mahusiano mazuri, na dhamira ya rais wetu ni njema kabisa dhidi ya tanga yetu tukashikamane pamoja tusukume gurudumu la maendeleo yetu. Kipaumbele chetu ni maendeleo ya tanga yetu. Tuacheni masuala ya wajadi na abaana kadhalika ya faaluni, tumewakuta baba zetu kama hivi wanafanya. Sio kwamba kuna mambo yanakwenda nivyosivyo, lakini ilikuwa hivi ilikuwa hivi. Tunatamani tuone mabadiliko chanya katika Tanga jiji yetu. Mimi niko tayari kutoa ushirikiano wangu kwa nguvu zangu zote nimekuja kuhudumu pamoja na nyinyi ndugu zangu, kuacha alama katika ardhi hii ambayo sisi tutazikwa na wazee wetu watazikwa. Twendeni tukaifanye kazi hii ambayo mimi naamini ni kazi ya Mwenyezi Mungu, kwa dhamira njema, kwa nguvu moja ya maendeleo ya Tanga yetu. Uchaguzi ukiisha, kwa wana CCM tunaungana kufanya mambo mengine ya maendeleo na mambo ya wakuu hutengeneza ustawi mzuri kwa ajili ya chama chetu. Mnayo mambo mengi ambayo mnatakiwa muende mkakisaidie chama kwa wananchi kwenye maeneo yenu. Tunaendelea kumaliza kuunda muundo mzuri wa dola na serikali yetu, maanake tunakuachieni mamlaka, muende mkatusaidie kwa wananchi. Tarehe nne kuna baraza, sitegemei kwenye watu 38 8 mgombea wa chama cha mapinduzi akatokea kukosa kura moja, labda itokee kwa Mwenyezi Mungu, mtu anaumwa na matatizo mengine ambayo sisi hatuyaombei, lakini tukijaliwa afya njema tukafika tarehe nne, niwaombe sana kuwapigie kura wagombea wetu. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.